Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi atafuatiwa na Mheshimiwa Innocent Seba Bilakwate, Mheshimiwa Sashisha Mefue yajiendae. Mheshimiwa Spika, nami nikushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika hoja hii muhimu. Nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Dr. Pindi Chana na naibu wake pamoja na watendaji wako wote. Kusema ukweli, kazi mnayofanya inaonekana. Tunaona sekta ya maliasili na utalii kuna mahali imetoka na kuna mahali inakwenda. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa hilo. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kusema Mungu alivyoiumba Tanzania alikuwa na makusudi yake. Aliweka Tanzania hapa ilipo na akatupa asilimia 32.5 kama rasilimali za mali asili. Alikuwa na nia njema kabisa kwa ajili ya Tanzania, na katika hizi rasilimali ambazo ametupa kuna vitu vingi vizuri ambavyo Mungu ametukabidhi, mlima Kilimanjaro ukiwepo, mbuga za wanyama, taja vitu vyote vizuri ambavyo Mungu ameviumba akaviweka Tanzania. Na vitu vyote hivi, Mheshimiwa Spika, vinavutia utalii. Kwa hiyo ni tegemeo langu kubwa kabisa, hii asilimia 32.5 ya eneo letu, utalii na mali asili zilizopo, ziendelee kutupa faida na tija katika kukuza taifa letu. Mheshimiwa Spika, Tumeshaona utalii una faida nyingi sana. Waziri ametupa data nyingi nzuri na tumeona imechangia kikamilifu vizuri kwenye pato la taifa eh. Ukichanganya mali asili pamoja na utalii ni kwenye 21.5% ya pato la taifa ambapo utalii umechangia 17.2%. Hii ni hatua nzuri, na watalii, idadi ya watalii imeongezeka kama ulivyosema, kutoka kiasi fulani kwenye laki tisa wale wa nje mpaka 1. Point, eh, mpaka, mpaka, mpaka milioni moja karibia milioni mbili na wale wa ndani pia wameongezeka kutoka laki ngapi mpaka milioni tatu. Kwa hiyo lile lengo la kufikisha watalii laki tano lililo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi tumelifikia. Hongereni sana hapo, nawapongeza. Lakini Mheshimiwa Spika, niwe mkweli, Daktari, nakusifia umefanya kazi nzuri, lakini bado nitakupa changamoto Sekta ya utalii na mchango mkubwa sana na mali asili kwenye taifa letu. Kwa hiyo bado tunahitaji tujitathmini, tutafakari, tuangalie ni kwa namna gani sekta hii ya utalii hasa utalii inaweza ikachangia kwenye pato letu la taifa. Mheshimiwa mwe, e, spika, ninasema hivyo kwa sababu bado ita, idadi ya watalii wanaokuja nchini kwa mawazo yangu ndio changamoto inayokupa bado ni wachache. Mimi nilitegemea Sawa, tumeshafikisha 5.3 milioni. Kwa hiyo ndio tumefika au bado? Mimi nafikiri bado sana, tuntakiwa tuende mpaka kwenye milioni kumi. Ninauhakika tukijipanga vizuri, tukijitathmini, tunaweza tukafikia watalii milioni kumi kwenye nchi hii, na kama yule mchangiaji wa mwisho alivyoongea, watachangia kwa kiasi kikubwa kabisa katika pato la ta taifa letu. Mheshimiwa Spika, mimi niseme kwamba ni vyema kuboresha vitu vifuatavyo ili tuweze kuchangia kikamilifu kwenye eh, pato la taifa letu, hasa sekta ya utalii. Cha kwanza nachoomba tukiangalie tuweke mkazo ni, ni, ni kuweka mkazo kwenye kutangaza soko la watalii hapa nchini ili watalii waweze kuja. Bado idadi ni ndogo kwa mawazo yangu, na tumeona mafanikio makubwa ambayo tumepata kutokana na filamu ya Royal Tour ambayo rais ameshiriki na ile ya Amazing Tanzania ambayo pia rais ameshiriki. Sasa niwaombe kama wizara serikali iendelee kufanya vitu kama hivi, kutangaza masoko, kukamata nchi mbalimbali ambazo ni wateja wetu kwenye sekta ya utalii. Kwa mfano tunaweza tukamshirikisha tena rais, tukamwomba na na, hakika hatakataa, tuende kwa Waarabu pale, eh, tucheze filamu inayofanana fanana na wao, watafurahia watairusha kwenye eh, dunia ya Waarabu na mambo yatakwenda vizuri. Tuende kwa Japani twende kwa Wafaransa eh, turushe film kule kwa, kwa Kifaransa, tutumie wakalimani tuipeleke kule, kwa sababu hizi ndio nchi ambazo zinashiriki sana kwenye utalii, kwenye sekta ya utalii dunia nzima, na pia twende India na kwa, kwa watu wa Australia, tu, tu, tu, tu, tuonyeshe vitu ambavyo tunavyo. Na mheshimiwa Spika, niipongeze wizara, imeshaanza kampeni nzuri kwa kutumia eh, mashirika ya ndege. Tujiongeze zaidi hapo, mmefanya vizuri tuendelee kutumia vyombo vya habari vikubwa duniani kutangaza utalii wetu hapa nchini. Tutumie watu maarufu, kwa mfano wachezaji wa mpira, najua mmesema kwenye ligi zile mnapeleka huko, lakini wachezaji maarufu wa mpira mkiwaleta hapa, hata wasipolipa, umlete Lionel Messi hapa, umlete Ronaldo. Au tutumie watu wengine maarufu duniani, kwa mfano, mkimleta Bill Gates, ni rafiki yetu, akija hapa akionekana yuko kwenye mbuga zetu za wanyama, ama Serena William watu wengine wote maarufu tukiwatumia wale, na hakika tutakuwa tumeitangaza sekta yetu ya utalii vizuri na mambo yetu yatatunyokea yata. Mheshimiwa Spika, katika matangazo ya soko letu, pia ninashauri tushiriki kwenye maonyesho ya kimataifa na, na ya kikanda tuonyeshe vitu ambavyo nchi yetu inayo. Kwa mfano kule kwenye maonyesho najua kuna kitu kinaitwa ITB, kiko kule Berlin, kwa Jerumani kule, tuende kwenye maonyesho.